Jinsi ya kuweza kuangalia matokeo ya mtihani wa taifa darasa la saba huko Zanzibar. Aa, kuna link ambayo nimekuwekea katika description ya video hii. Kwa hiyo hatua ya kwanza, nenda katika description ya video hii, gusa hiyo link au ongea Google, andika matokeo.bmz.go.tz, andika matokeo.bmz.go.tz hapo utaweza kupata matokeo ya mtihani wa taifa darasa la saba huko Zanzibar. Na namna sasa ya kuweza kuyaangalia matokeo haya vizuri, kama jinsi unavyoona, baada ya kuingia hapo utaweza kuona hapa kuna hizi leta au herufi A, B, C, D, E kwao. Kama shule yako inaanza na herufi A, basi utabonyeza hapa kwenye leta A, utaweza kuona shule zote ambazo zinaanza na herufi A, kama hivyo inavyoonekana hapo, na kama shule yako basi inaanza na herufi B, utabonyeza kwenye B. Kama herufi M utabonyeza hapa kwenye M na utaweza kuona shule zote ambazo zinaanza na herufi M kama Mabatini, utaifungua shule yako namna hii, na baada ya hapo utaweza kuona matokeo ya shule yako Mabatini. Kama jinsi unavyoona, haya ni matokeo ya shule ya Mabatini. Haya ni matokeo yake, utaweza kuyaona hapa matokeo ya wanafunzi na kina. Kinachotakiwa ni kwamba hakikisha unafahamu namba ya mtihani ya mwanafunzi ambayo unataka kuangalia matokeo yake, kwa sababu matokeo haya yamewekwa katika mfumo wa namba na sio majina. Kwa hiyo hakikisha unafahamu namba ya mwanafunzi ambayo unataka kuangalia matokeo yake na kitu kingine hakikisha umesubscribe na umelike channel ya FEABOY, ili kuweza kupata update zote hizi kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Asanteni na karibuni.